Hatujala chochote tangu asubuhi. Kufuatia hofu na taharuki tulizonazo, tuliondoka nyumbani tukiacha kila kitu. Tangu mvutano ulipoanza, nimekuwa nikihifadhi chakula cha siku kumi nyumbani. Mizinga inaweza kurushwa wakati wowote. Usalama unapozorota, nilijenga handaki langu binafsi mwaka 2017. Mahandaki kama haya ni mkombozi kwa Wakashmiri walioko karibu na mstari wa udhibiti ambao ni mpaka usio rasmi unaotenganisha sehemu ya Kashmir inayosimamiwa na India na ile ya Pakistan. Mahandaki mengi hapa yalijengwa kutokana na mizozo ya awali katika eneo hili lenye shughuli nyingi za kijeshi. Ardhi hii yenye mgogoro imekuwa uwanja wa mapambano kati ya majirani wenye silaha za nyuklia kwa miongo kadhaa handaki la latifu linamwezesha kubaki salama nyumbani hata wakati wa mapigano makali katika eneo hili lililojawa na jeshi lakini hali yake si ya kawaida katika mzozo wa karibuni takriban asilimia 90 ya wakazi wa wilaya ya uri walikimbia na kuhamishwa sehemu nyingine za kashmir Tuna hofu sana. Hatukutaka kufikia hatua hii, lakini hali imekuwa mbaya zaidi. Tulifunga nyumba yetu na kuondoka tukiamini ni muhimu kuokoa maisha yetu na kuwalinda watoto wetu. Mamlaka kutoka pande zote zimesema hali imetulia kwa kiasi kikubwa katika Line of Control na baadhi ya wakazi wameanza kurejea nyumbani. Latif bado ana wasiwasi, anapanga kuendelea kuweka akiba ya dharura kwenye handaki lake kwa muda mrefu ujao.